Kidogo. Na naomba samahani, okay, kwa kutaka kuongea. Najua kwa watu wengi anataka kuongea kabla, okay, kabla ya kaka yetu aliuliza hii swala. Kuna dada yetu nyuma ameuliza suala nzuri sana, na sijui kama eh, mlikuwa mumemfahamu suala <coughs> ambayo watu wengi hawako na elimu nayo ya kutosha ni nini, ni, ni, ni hasa inatakiwa ifanyike kama nimemfahamu vizuri ameuliza suala kwamba <clears throat> ni kitu, uh, ni kitu gani tunaweza kufanya ili tuweze kuharakisha uh, mchakato wa mashtaka ya ICC kwa sababu pekee yake, anasema kaenda kujifunza, kaona kwamba hii michakato ya ICC inawe, uh, inaweza ikachukua muda kidogo. Akauliza swali nzuri kwamba ni nini tunaweza kufanya kwa sababu tu, tuweze, ku, eh, tuweze kuharakisha waweze ku, eh, ku, kulifanyia kitu inaitwa eh, ile kesi ya mwanzo preliminary examination. Sijui kama na nyinyi pia mumeisikia hii swala ama peke zangu nimeisikia. Kama mumeisikia nyote, niko tayari kulijibu eh, vizuri na kitaaluma zaidi. Kwa hiyo uh, kama mniambie hivi, kama uh, men uh, sote tumemfahamu hivo ama mimi peke zangu sijamfahamu swali. So, so, so, so, ndo hivo, ndo nadhani hata me, mi nimemsikia hivo. Anataka kujua ile kesi inachukua muda gani? Hmm. Okay. Yani i, i, ina, yeah, mm. Okay, okay. So, mimi naomba kuambia jambo moja ambayo ni muhimu sana. Ni ukweli kwamba uh, mahakama ya uh, International Criminal Court ICC kesi in uh, inaweza in ikachukua muda kidogo mpaka ianze ile hatua ya kwanza. Lakini uh, ipo jambo ambayo ikifanyika kuna kitu inaitwa expedite. Unakuwa unaharakisha ile kesi iweze kusikilizwa kwa haraka. Uh, kwa kadri ya elimu yangu, kuna mambo matano ambayo yakifanyika hayo, unaweza kuharakisha kesi ya ICC ikaweza kusikilizwa kwa haraka, na ninaomba hii, nadhani ni jambo muhimu sana, hii elimu ninayoweza kuitoa sasa hivi, kwa sababu tu ile majamaa zote mkwe, mnajua <clears throat> na kwa upande yenu mkuwe muweze kufanya jitihada ya kuhakikisha kwamba tunaharakisha hii kesi kuwa inaweza kusikilizwa hii ni, ni suala eh, ninatamani na, kumpongeza yule dere yangu kwa sababu ni suala nzuri.